Waliwafunga Simba goli nne kwa moja, ni tishio kwa wengi bila ya kocha Ibeng, ambapo imeelezwa kuwa timu ya Al Hilali msimu huu hawako na kocha Ibeng ambaye alitimkia eh, ali Azam, ila wanaendelea kuwa moja ya timu tishio kabisa kimataifa katika ukanda wetu huu wa inji jirani, na hawajaanza leo kuwa hivyo mbali na kwamba jana e, mchezo ambao alicheza na, na Simba ulikuwa ni mchezo wa kirafiki tu, ila kumpe, na kumpea chuma nne mnyama ni salamu kuwa wanaweza kuwa tishio hivyo, hivyo hivyo hata wakikutana na timu zetu za hapa nyumbani mbeleni huko kwenye hatua za makundi au zaidi e, muda huyo ameweza kutolea mfano huo, huku ikielezwa kwamba timu hiyo ilikuwa inaonekana tishio kwa msimu uliopita kwa kuwa iliweza kuishia hatua ya nusu fainali kwenye kombe klabu bingwa barani Afrika, lakini kwa kipindi hicho wengi waliamini wali kwamba walikuwa na kocha mzuri ambaye alikuwa ni kocha Ibenge, Florent Ibenge ambayo kwa msimu huu ameweza kutimka na kutimkia klabu ya Azam ambako huko anafundisha ana, ana Azam na sasa wapo mbioni me, ambapo baada ya Ibenge kuweza kutimkia Azam, safari hii anaweza kuisaka hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, na sasa atakutana na timu ya KMKM kutokea Zanzibar, ambao mchezo utapigwa Oktoba Oktoba hii hii ambapo kama atashinda kwa mechi zote mbili, yaani ugenini na nyumbani, basi anaweza we kuingia makundi na itakuwa ni historia kwa klabu ya Azam kuweza kuingia makundi toka ilipoanzishwa mwaka elfu mbili na nane kwa kuwa haijawahi kuingia makundi eh shirikisho au klabu bingwa licha ya kuwa amekuwa akishiriki mara nyingi. Kwa hiyo ndani ya Ibeng watakuwa wamefanikiwa kuweza kuingia hatua ya makundi lakini kwa sasa Al-Hilal inaonekana kuwa ni tishio, kwa kuwa kumfunga goli nne Simba Sport Club inaonyesha dhahiri kwamba katika hatua ambazo zitafuata huko, kama kuna timu ambayo wanaweza kukutana nayo kwenye michuano hii ya kimataifa, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kuzionyesha eh, kuzionesha kazi pevu timu hizo na kuwa ni tishio zaidi kwa ukanda wetu huu wa timu zinazopatikana kusini majangwa la Sahara hivyo wengi kuandaa kwamba watujiandae kisaikolojia kuona timu hiyo ikiwa tishio au isikutane na timu za kwetu.